umiliki simu wakati wakiwa shuleni, na tunaamini hiyo ni njia ambayo ni bora kabisa, na tunaendelea kusapoti pia kutorufu simu za mkononi, hasa kwa wanafunzi ambao bado ni wadogo, wakati wakiwa shuleni. Hii inawasababishia uh, ina kuzo, wakiwa na simu itawasababishia kukosa utulivu kipindi ambapo wanaendelea na masomo uh, na kutokana na ukweli ambao uh, tunauona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 ya mitandao ya, ya, ya simu yoyote, anaweza akatuba pesa kwenda kwenye hiyo kadi, na mwanafunzi au mtoto wake ataweza ataweza kupata. Kadi hii itaziwezesha taasisi za elimu Katoliki hapa nchini, lakini pia uh, na tasisi ini kuwezesha wanafunzi kupata elimu ya, kwa sababu tunaamini kama mwanafunzi akiwa na kadi maanake tu itamfanya mwanafunzi, kwa hiyo wanazungumza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 ya wanafunzi wetu, na tunashukuru kwa semina tuliyoipata, na ni ya manufaa makubwa kwa wanafunzi wetu. Kutokana na semina hii nimejifunza kwamba matumizi ya kadi hizi yatawasaidia watoto wetu kutunza fedha salama, lakini wazazi kuwajibika kulipa fedha kupitia kadi, ambapo zitaepusha udanganyifu unaweza kujitokeza kwa kwa watoto lakini, na kwa watunzaji wa fedha katika taasisi za shule, ambapo inawezekana yale yanayotolewa na wazazi yasifikie watoto kwa wakati sahihi, lakini vilevile uwajibikaji vile wa watoto kutumia rasilimali fedha wanayopewa na wazazi, kuwajibika wenyewe e, kiaminifu na kuwajibika katika matumizi ya fedha e, ndogo ndogo wanazopewa kuzitumia vizuri katika mahitaji ya msingi ambayo wameelekezwa na wazazi, lakini na taasisi husika. Kwa majina naitwa Sister Regina na Mageri, Katibu wa Elimu Jimbo Kuu Katoliki ya Arusha. Katika semina hii tumejifunza mambo mbalimbali ikiwemo umuhimu wa kutumia prepaid cards ambazo ni za muhimu sana hasa kuwawezesha wanafunzi kuwekeza hela zao katika mfumo huu ambao unaonekana ukiwa ni rahisi na una usalama zaidi, hususani katika kuhakikisha mwanafunzi fedha anazopewa kwa ajili ya matumizi na mzazi wake zinahifadhiwa vyema na anaweza pia akazipata kwa wakati mwafaka bila kuwa na dosari yeyote. Hivyo, mimi nikiwa katibu wa elimu na pia mwalimu, nashauri kwamba wazazi walio wengi waweze kuelimishwa zaidi kuhusu umuhimu wa mfumo huu, tukijua kwamba benki ya CRDB kwa sasa iko katika maeneo mengi Tanzania, na wazazi wengi wakielimisha wataweza kutumia mfumo huu. Vile vile, nashauri waalimu wa nyanja mbalimbali waelimishwe, ili wahakikishe kwamba wanatumia fursa hii ambayo tumeweza kuipata hapa Tanzania kwa kupitia mfumo au kwa kutumia Benki ya ashara lib Tanzania.